Wito umetolewa kwa madereva kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani ili kuepusha ajali ambazo zimekuwa zikikatisha uhai wa Watanzania wengi. Taarifa ya Elisha Ndalo inasomwa studio. Ni sehemu ya elimu ikitolewa kwa makundi mbalimbali ya vijana, wanawake na madereva wa malori ikilenga kuwajengea uwezo na kuwa mahiri kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani, ikienda sambamba na siku ya Kimataifa ya kuwakumbuka wahanga wa ajali. Katibu wa mabalozi wa usalama barabarani mkoani Mwanza, Subira Sabi, anaeleza lengo la mafunzo hayo kwa makundi ya madereva na watumiaji wa barabara. Kila mmoja ana jukumu la kuhakikisha anakuwa salama kwa ajali wengine lakini pia na kujijali mwenyewe. Lengo ni kupunguza ile takwimu ya matukio ya ajali barabarani. Tukifanya hivi, sisi sote tutaendelea kuwa salama. Baadhi ya madereva wamebainisha changamoto zinazosababisha ajali nyingi, ikiwa ni ukosefu wa elimu ya kuendesha vyombo vya moto na kutozingatia alama za barabarani. Wengine anaopatia kisawa kulia kwa hiyo inatuchanganya sana kwa sisi tunaoendesha magari. Kwa hiyo waendesha pikipiki, shida kubwa kabisa ile kuwavatekea kushoto. Tuhakikishe kulinda sana usalama wetu wa barabarani, au usalama kwa wewe driver unapoendesha ili usije ukasababisha ajali zisizo za lazima kwako na kwa watu wengine. Hasa ni kwenye swala la alama za barabarani na uendeshaji wetu na ku overtake pasina kuangalia mbele na ku overtake kwa spidi kali kwenye kona. Mkurugenzi wa chuo cha udereva cha Nyota kilichopo jijini Mwanza Labaniya Tato anaona kuna haja ya serikali kuja na marekebisho ya sheria za usalama barabarani wakishirikiana na wadau, ili kulisaidia taifa kupiga hatua katika sekta ya usafirishaji. Unakuta bado mtu anapita kwenye zebra, watembea kwa miguu wamesimama kwenye zebra, lakini wanakuja madereva wanapita tu, wanapita tu kwa sababu hawaelewi kwamba sheria inazungumzaje na ni vitu ambavyo nadhani vilitakiwa vichukuliwe vichukuliwe hatua kali zaidi, ili huyu dereva huyu aliyefanya hivi kesho asirudie hicho kitendo. Kwa hiyo sambamba na hilo, ndio maana serikali pia inahimiza pia madereva kurudi vioni, ili kupata elimu, kwa sababu yawezekana kinachochangia hili ni kwa sababu ya elimu. Kila mwaka wiki ya tatu ya mwezi Novemba dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya kukumbuka wahanga wa ajali za barabarani, ambapo mkoani Mwanza mabalozi wa usalama barabarani wametoa elimu kwa makundi mbalimbali. Askofu wa kanisa la KKT Dayus.